Bwana Yesu asifiwe na atukuzwe, wana wa Mungu. Mimi naitwa Alfred, ni mtumishi wa Mungu na na furaha ya kitofauti sana, na namshukuru Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu mkuu ambaye ndio yeye peke yake, hakuna mwingine, yeye ndio Alfa, ndio Omega, ndio Jehova, Jehova, hakuna mwingine zaidi yake, ni miungu ni Mungu wa miungu ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Baba, nasema ni asante kwa sababu kwa kweli nafuraha ya ajabu kwa sababu umenipa kibali machoni pako. Uh, ni mengi ume, umenionyesha lakini umenifanyia lakini na umeniambia kwamba kwa, eh, kwa viwango tofauti tofauti, alinipa kus, kwe, mamlaka ya kifamilia nimeshinda kwa maana ya kupambana vita za kifamilia za kiukoo wetu, nikazishinda zile vita akanipeleka. Kupambana vita za kitongoji eh, pale napo ishi, nikazishinda. Akanipeleka kwenye vita za kiwilaya, nimepambana nazo. Naongea sasa vita za kiroho, mwana wa Mungu, nimepambana nazo zile vita za kiroho. Kwa hiyo miungu, majini, mapepo, wachawi, waganga, washirikina wa hilo eneo likawashinda. Akanipeleka kwenye kupambana kimkoa kwao wachawi waganga ganga wa shirikina wa mkoa wa Dar es Salaam nimewashinda, akanipeleka kupambana kikanda kanda ya ya hii coast region sijui Zanzibar Tanga wapi Dar es Salaam kote nimewashinda. Kwa hiyo hakuna miungu hakuna mizimu hakuna mganga hakuna mchawi anaweza akanishinda, akaniweka kwenye levu ya kitaifa kwa ajili ya taifa la Tanzania pia nimekwenda nimepambana nimeshinda. Kwa hiyo hakuna mchawi Tanzania, hakuna majini hakuna mapepo hakuna chochote kutoka ulimwengu wa giza Tanzania kimenishinda, nimevishinda vyote. Akanipeleka kwenye levo ya Afrika Mashariki, vivyo hivyo nimeshinda. Leo ameniambia sasa, nimekukabidhi dunia. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ni furaha ya ajabu na ya kipekee. Mungu amenikabidhi dunia, sasa niko katika level ya dunia. Katika hilo hilo, hakuna tatizo ambalo mimi sijalipitia chini ya jua. Chochote alichonipitia ananiambia, nilikupitisha kwenye matatizo kwa, kwa sababu nilitengeneza immunity, nilitengeneza uh, sijui Kiswahili chake lakini nilitengeneza uwe na uwezo wewe wa kulisimamia hilo tatizo, kwa maana kwamba tatizo lilivyolileta kwako, kama ni ugonjwa maanake kwamba ulivyopona, maanake huo ugonjwa uliushinda, roho ya hiyo kitu ulikishinda. Kwa hiyo mimi mwana wa Mungu nimepitia matatizo mengi kwenye ndoa, nimeteseka sana. Kwa hiyo manake nimeshinda jaribu la ndoa. Roho yoyote inayoharibu uh, inayoharibu ndoa za watu kwa maana ya talaka, nimeishinda. Kwa hiyo mtu akija kwangu mwenye matatizo ya ndoa, hiyo ni swala dogo. Matatizo ya umasikini, matatizo ya kukataliwa, matatizo ya ndoto chafu, matatizo ya majini mahaba, matatizo ya eh, magonjwa, sijui kansa, magonjwa ya tumbo, sijui kichwa, sijui pressure, nimeashinda. Magonjwa ya ngozi nimeashinda, magonjwa ya bawasili, umekaa unasikia ukienda haja kubwa kama kuna nyama inatoka, nimeshinda magonjwa, tezidume, magonjwa afigo, yani, Mungu, ya tezidume nimeshinda magonjwa ya figo nimeshinda. Yani, mwanamungu hakuna ugonjwa mi sijaugua, mpaka ukimwi kansa zote nimeugua, magonjwa yote nimeugua, nimekataliwa. naongea very briefly nime, nime, nime, nime, nime. Na nimeingizwa eh, kwenye vyama vya kichawi bila kujijua, nimeshinda kujitoa kule. nimeingizwa nimepewa ofa za kuingia freemason nimekataa, nimezishinda mwanamungu nimepambana vita zote kwa kiwango tofauti tofauti kwa nyakati tofauti tofauti, na Mungu akaniambia hakuna mtu nitamleta kwako ambaye tatizo hilo hujalipitia. Kwa hiyo kwa kweli, nina uzoefu nina ufahamu wa tofauti sana, na ameniweka kwenye level ya tofauti sana, zaidi ya yote uh, kama mara tatu. Nitakueleza briefly tu kwamba kwanza alinionyesha kwanza E, katika mapambano yote haya kila pambano lilikuwa lina mtihani wake lina changamoto zake na lina awadi yake. Kwa kila nilipokuwa nikishinda ananipandisha cheo na ananiambia umeshinda, na pale ambapo nakuwa labda na, na, anaona kabisa nakaribia kushinda ananifata naniambia, pambana, unakaribia kushinda. So nimekuwa na pambana, lakini kupambana maanake nini? Ikija tatizo mfano la ndoa ananifuata ananiambia, usiende kuomba msaada kwa yeyote, ni wewe mwenyewe ingia kwenye maombi na kufunga. Kwa hiyo kila tatizo lilikuwa likija, ananifuata ananiambia, hakuna mtu atakusaidia hapa, wala usiende kwa mtu yeyote. So ilikuwa ni mimi mwenyewe, sio mtu, ni mimi na madhabahu, ni sali sana, niombe sana, nifunge sana. Kwa hiyo nimeishi maisha ya kufunga sana kuna nyakati unafunga siku tatu kavu. Kuna nyakati unafunga zaidi, unamaliza siku tatu, unaongeza. Kuna nyakati unafunga zaidi hata siku arobaini, hamsini, mpaka unasahau umefunga siku ngapi. Kuna nyakati nilifunga mpaka ikafikia hatua yani nikitembea na yumba na kupesuka zote hizo ni nyakati ambazo Mungu alinipitisha. Kuna nyakati ambazo kwa kweli nimetengwa, nimekataliwa na ndugu na marafiki na yeyote, hakuna mtu ambaye alinisupport. Kwa hiyo mwana wa Mungu, nimepitia kwa vipindi tofauti tofauti vigumu sana lakini cha ajabu sasa Mungu akanionyesha na akanitokea akaniambia. Kwanza nilionekana ni, ni kama vile eh, amekaa kwenye kiti cha enzi, alafu kuna malaika wako mbele yake, wale malaika wameinama wamevaa majo na clown. Nikaonekana mimi niko mbele yao nimeinama, nikaona anatuma malaika mmoja akaja akanivisha ile clown, afu akanipa na mkuki aafu akanivisha na jo gafra nikajikuta nika nimejoin kwenye ile group. Akaniambia, kwanzia leo umetujoin, sasa wee ni sehemu ya jeshi letu. Hiyo ilipita, ikaja nyingine, akanionyesha natembea juu ya misumari, lakini navyokanyaga ile misumari damu inabujika kwenye miguu afu nalia. Ni safari ndefu sana, yani naona kwamba ni safari ndefu lakini nilitembea mwendo mrefu sana, miguu inabubujika damu na ninaumia, nalia. Baadae nikaingia kwenye wingu kitendo cha kuingia kwenye lile wingu, akaniambia "Umeshinda mtihani, umeshinda majaribu." nikajikuta nimekaa kwenye kiti cha kifalme amenipa, yani nimekaa kama mfalme, afu nikarudi katika ulimwengu wa, wa, wa kawaida. Sasa akaniambia sasa, tayari kuanzia leo wewe ni mfalme na umekaa, akanitokea akaniambia, umekaa kwenye pembeni yangu, sasa hivi wewe uko pembeni yangu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kweli sijini kwa mbeji. Baada ya hapo, akaniambia kuanzia leo Uh, ninakukabidhi uh, Tanzania uisimamie, na ninakuweka juu ya mlima Kilimanjaro, juu ya kilele cha mlima. Kwa hiyo baadaye akawa ananipa majaribu ananipa mitihani, nimeshinda, akanikabidhi tena East Africa, nimeshinda. Kwa hiyo leo hii amenikabidhi dunia. Na ilikuwaje? Nilikuwa katika maombi, of course, aliniambia ingie kaombe masaa mawili, so nikaingia kuomba na mara nyingi wanaomba, nime, nime, nimeomba sana Uh, muda mchache ni saa moja lakini mara nyingi ni masaa mawili Nitakueleza baadaye naombaje, nafungaje, lakini katika maombi nikaona, akaniambia simama, ni huwa anapenda kupiga magoti sana, akaniambia simama, nilivyosimama akaniambia inua mikono huku, naenda kuomba nanena kwa, kwa lugha. Wakati nimeinua mikono, nikaona nakumbatia dunia, naikumbatia katika ulimwengu wa kiroho, akanitoa pale nilipokuwa naona naikumbatia dunia, nimeikumbatia dunia kushoto, kulia alafu nikaendelea kuomba nikaomba nikaomba, nikaona tena naikumbatia juu chini, naomba naomba naomba hivyo hivyo, baadaye akaniambia yes, maanake nimekukabidhi dunia yoyote. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanaisimamia dunia. Kwa hiyo ah, sijui ni kwambia mwana wa Mungu yani Mungu, Mungu ni sijui ni, ni natamani umjue Mungu. Watu wengi wanafikiria wanamjua Mungu lakini mwana wa Mungu wengi awamjui Mungu wanamuhisi tu, wanamsoma kwenye vitabu wanamsikia lakini hawamjui Mungu. Mungu ni halisi. Mungu aliye e, andikwa kwenye Biblia wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Mungu wa, wa, wa, wa, wa Musa. Mungu wa chochote kila ambacho kwenye, kwenye Biblia, ndio wa ambavyo watu tunaishi. Mimi naishi maisha yale yale walioishi akina ya Musa, walioishi akina Daudi, walioishi akina Paulo, walioishi akina Ezekiel, walioishi wale, wale mitume wote, maisha yao ndio nayishi jinsi ambavyo Mungu alikuwa naongea na Musa anamwelekeza nenda kawaambie kina hiki, mimi ndio maisha naishi. Jinsi ambavyo Mungu alikuwa anamwadhibu Musa, mimi ndio naishi. Jinsi ambavyo Mungu alikuwa akimtuma Musa afu afanye kitu cha tofauti, kama alivyomwambia gonga kwenye kwenye nani kwenye mwamba ule, gonga mara moja, Musa akakasirika. Na mimi ni hivyo hivyo, nikikosea ananiadhibu hivyo hivyo, akinituma ananiambia haya, sasa nakutuma fanya hivi na hivi na hivi, naenda nafanya hivyo hivyo ni kifaulu, ananiambia Yesu mfaulu. Jinsi ambavyo unaona Musa aliishi na Mungu, ndio hivyo hivyo nami naishi na Mungu. Na hata aliniambia majuzi, akaniambia nimeweka roho ya Musa kwako, unayo na ya mtume Paulo. Kwa hiyo kuna maisha ambayo kidogo utayaona ninaishi kama ya mtume Paulo, lakini pia naishi kama maisha ya, ya, ya Musa. So, sijui, natamani sana watu wamwelewe Mungu. Wengi wanamsoma, wanahisi, na ndio maana mi na mamlaka ya jabs, hakuna kitu kwangu kitashindikana, hakuna. Na sijui nakuaje, wale wote wanaowaleza kwangu ni wale wameshindikana, wameenda kwenye makanisa tofauti tofauti, wameombea, wameshindikana, wamezunguka kwa waganga wache, wameshindikana, ndo anandetea na kwa kweli sijui, lakini namshukuru sana Mungu na simaanishi, si kwamba nimefika, hapana. Mungu anavyozidi kukuinua ndivyo ambavyo unazidi kujiona hujafika na ndivyo unavyozidi kujiona una deni kubwa. Kwa hiyo, mwana wa Mungu nina deni katika mwili wa Kristo, nina deni katika taifa langu, nina deni katika nchi, nina deni katika dunia hii. Na natamani sana wewe unanisikiliza, unanifuatilia, ujue kusudi lako duniani. Mungu amekuita, amekuja duniani kufanya nini. Kwa sababu kama hujajua kusudi lako maana yake hujajua na huwezi na kumtumikia Mungu. So, ninakusisitiza sana ingie kwenye maombi, kwenye mfungo, tafuta mtumishi wa Mungu, kanayeongea naye akusaidie, akueleze Mungu ana kusudi gani na wewe, utembee katika kusudi la Mungu. Ninakutakia safari njema ya kumtukia Mungu.